Eneo hili la wazi ambalo halijajengwa kitu chochote pamoja na lile eneo jingine ambalo wapo wananchi wanaoweza kuwa wameliingilia ndani yake. Baada ya uhakiki huo wa kimipaka, natangaza rasmi kuwa eneo hilo pasi na shaka ni la SACCOS. Wale watu wa SACCOS wako wapi? Eneo hili tunalimiliki kihalali toka mwaka 94. Tuna hati na mbele ya hati kuna hukumu ya mahakama kuu kupitia jaji kiongozi bwana mheshimiwa miri manento, kwamba eneo hili tunalimiliki kihalali. Ili uweze kulani kutafsiri, eh, kikundi chochote iwe SACCOS siwe ushirika wote, lazima ufilisi wake upatikane, muhtasari, watu wa saini, lakini alikuwa ana dokumenti yoyote? Mimi nashangaa hapa tunavambiwa posta walinunua, wakati tunakofahamu sisi likeshen hile ilikopa hela kama bondi. Tunayo hukumu ambayo imewapa haki ushirika wa posta na simu, na kwamba hatujaona nyaraka nyingine yoyote ambayo ilifailiwa na mtu yoyote mwingine kupinga maamuzi hayo ya mahakama. Tukienda kwenye kwa ndani kabisa kule, kutakuja kuwa na nyaraka zote za eneo hili kuuzwa Kiarabu. Sasa nitaunda timu ndogo ambayo iwe na upande wa waliowahi kuwa kilimali, upande wa serikali ya hapa, upande wa sheria na upande mwingine kwa jinsi mtakavyoona, halafu tutawapatia hadidu za rejea. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kiwanja hiki kwa sasa kinafahamika kama ni kiwanja namba 794 kitarudi Mabibu. Kiwanja hiki kina hati namba 31819 na hati hii Mheshimiwa rasii, ina ukubwa wa hekta 1941 ambazo ni sawa na ekari 48 ambazo ni sawa na skueomita 19 na 41. Mweshimuwa Mkuu wa Mkoa, tarehe 3 mwezi wa kwanza mwaka 1988 Wizara ya Ardhi ilipokea maombi ya kubadili jina, change of name, kutoka Akilimali Consumers Cooperative Society Limited na kuwa Akilimali Ushirika Mabibo Cooperative Society. Hapa ni wao wenyewe walifanya change of name kupitia mamlaka zinazobadili majina ya taasisi hizi, na wakaleta kwetu tusajili, na tukaridhia ombi lao, tukasajili Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tarehe kumi mwezi wa nane mwaka 1994 wizara ilipokea maombi ya uhamisho wa milki kutoka akilimali ushirika Mabibo Cooperative Society kwenda wafanyakazi wa Posta na Simu Saving and Credit Cooperative Society Limited wa waetop 3948 Mheshimiwa Rasii, uh, nature ya uhamisho wa milki ilikuwa ni sell na waliuziana kwa bei ya shilingi milioni mbili Mheshimiwa RC mwaka, tarehe mbili mwezi wa kumi mwaka elfu mbili na moja ardhi hii ilitwaliwa ikarejeshwa serikalini, ilikuwa revoked. Na baada ya kuwa revoked, wamiliki hawakuridhika wakaenda mahakamani, wakawa granted rights za hapa kwa maana ya kurejeshewa tena miliki yao. Lakini kipindi hicho sisi baada ya kufanya revocation tuliwapa Loyola ambao baadaye tuliwaondoa kwa kuwa hakuna ambaye iko juu ya sheria. Tuliondoa kwa mantiki ya kwamba chama cha wafanyakazi wa posta na simu wameshinda shauri hili na mahakama imeamuru warejeshewe wa miliki hiyo, na Mheshimiwa RC tulitekeleza. Mheshimiwa RC tarehe 14 mwezi wa tatu mwaka 2007 Wizara ilipokea maombi ya usajili wa uhamisho wa milki by transfer, transfer by operation of law kama ambavyo nimeeleza, nime na hili litokana na shauri namba 36 la mwaka 2002. Walitushinda shauri hili na sisi tukawajibika kutekeleza amri ya mahakama. Mheshimiwa RC, tarehe 16 mwezi wa 11 mwaka 2009 tulifanya mabadiliko ya namba ya kiwanja hiki baada ya kuona kina maingiliano na kiwanja vingine, tukakipa namba 794 kitarudi Mabibo, lakini kimsingi ni kiwanja kile kile kiwanja namba 1 kitarudi Mabibo. Change ya namba ya viwanja haibadili location ya viwanja. Kiwanja hiki kina marefu ya mita 155.734 na, na mapana ya mita kama ni mita 127.244 na ukirejea kwenye ukubwa kama ambavyo nimesema, 4.8 acres kwa macho tu utakuta hili eneo tulilo tulilopo halitoshe, na ili litoshe, inatakiwa surveyors warudi, wabainishe mipaka ya eneo husika kwa mujibu wa hati. Mheshimiwa Rasi, kimsingi sisi kama wizara ya ardhi hatuwezi tukasema hapa kuna mgogoro, kwa sababu miliki hii tulishaitoa tangu mwaka 1986 na, na Mheshimiwa RC, tunachokiona kuna uhitaji wa matumizi ya umma kutoka kwenye public ambao ni wananchi wa eneo hili. Mheshimiwa RC, mahitaji ya wananchi au kutoka kwenye public, hayawezi yakasupasi sheria, hayawezi yakawa juu ya, ya sheria. Mahitaji haya yanapaswa kutekelezwa kwa kufuata sheria, kanuni na taratibu za nchi. Na Mheshimiwa RC, kwa mujibu wa sheria ya ardhi, sheria ya utoaji wa ardhi kama halmashauri kwa maana manispaa ya Ubungo wakifanya assessment yao ya kitaalamu na kubaini kwamba huduma ambazo wananchi hawa wanazihitaji kwa eneo hili, watatakiwa kufuata taratibu za utoaji wa ardhi. Na taratibu hizo wanaanzisha wao wenyewe pale Ubungo, wanazileta kwangu na mimi nazipeleka Dodoma kwa kamishna wa ardhi ambaye atawasiliana na mheshimiwa waziri wa ardhi, na hatimaye tutamwomba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aridhie utoaji kwa mujibu wa sheria. Na baada ya kuridhia utoaji huo, Mheshimiwa RC, itatakiwa fidia ya haki na wakati ilipwe kwa wamiliki halali wa kiwanja hiki ambao ni wafanyakazi wa Posta na Simu. Kimsingi Kim Mheshimiwa RC, hapa niwe muwazi, fidia hiyo haiwezi kuelekezwa kwa watu ambao wamejenga nyumba, kwa sababu kisheria ni wavamizi. Na tujifunze kuto kutanguliza huruma kwenye sheria. Kama kuna maridhiano yatafanyika baina ya hao wenye nyumba na wamiliki halali maridhiano hayo ni njia bora na sahihi ya kutumika, lakini kama Wizara ya Ardhi hatuwezi kuhalalisha uvamizi. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, wakati kamati inafanya inafanya uchunguzi na inafanya kazi, kazi yake kwa maana ya, ku, ya kutembelea uwanjani, tulijaribu kupita kwenye, kwenye, kwenye mipaka ya eneo na ikaelezwa na maafisa kwamba hichi kiwanja ambacho, ambacho tupo na hizi nyumba tunazoziona mbele zilizojengwa zimeingia ndani. Ukisoma ramani ya kile kiwanja, kiwanja kinavuka nyuma, nyuma ya hizi nyumba ambazo tunaziona mbele. Hivyo kwenye hitimisho yetu kama kamati, tunaomba ofisi ya mkuu wa mkoa ichukue hatua kadhaa ili kuzuia mgogoro wowote ambao pengine unaweza ukatokea hapo baadaye, kwa kuwa ramani halisi ya, ki, ya kiwanja inasoma nje ya eneo hili tunaloliona wote. Waliojenga kwenye eneo au kwenye kiwanja hicho kinachotamkwa leo, wakutane mara moja na mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Ubungo, wakiwepo na madiwani na wenyeviti wa eneo hilo, ili kujadiliana yafuatayo. Namba moja, kwamba wao ni wavamizi katika eneo lisilo la kwao. Namba mbili, kwa kuwa mahakama imekwisha tafsiri miliki halisi na ardhi imekwisha tafsiri, wako hatarini kubomolewa makazi yao. Kama watu hao watagundua kwamba hilo ni kosa na wakawa na nidhamu, heshima na hekima, ofisi ya mkuu wa wilaya ya Ubungo imshauri mara moja mkuu wa mkoa kuhusu njia bora za kuenenda na wavamizi wa eneo hilo, kwa kuwa mawasilisho yamefanyika na hakuna jambo lolote gumu katika uelewa wa lugha. Eneo hili la wazi ambalo halijajengwa kitu chochote, pamoja na lile eneo jingine ambalo wapo wananchi wanaoweza kuwa wameliingilia ndani yake. Baada ya uhakiki huo wa kimipaka, natangaza rasmi kuwa eneo hilo pasi na shaka ni la SACCOS. Kwa kuwa SACCOS wanakabiliana masuala ya ukwasi, hayo waliotamka, na kwamba wanataka kuuza ili waweze kulipa baadhi ya madeni kwa watumishi na wale wajumbe wa SACCOS Jambo hilo la kuuzwa kwa eneo hili lisifanyike mpaka hapo taratibu hizo ambazo nimekwishazisema zitakapokamilishwa. Nafahamu kwamba palikuwa pana mgogoro kati ya walio na nyaraka na wasio na nyaraka, na kwa sababu kati ya wenye nyaraka na wasio na nyaraka, kitafsiri huo sio mgogoro, na mimi nashauri zaidi kwamba viongozi wa kata na viongozi wa mtaa wajitahidi kuwaeleza wananchi wao kuwa watafsiri sahihi katika masuala yote yanayohitaji sheria na, na sio mdomo. Mara tutakapokamilisha masuala hayo niliyoyataja pamoja na kuwasilishiwa orodha ya watakaopata mgao kulingana na wanachokidai kwenye sakosi hiyo, Mkuu wa Wilaya ya Ubungo na kamati ya usalama ya Ubungo isimamie masuala yote ama yanayohusiana na ujenzi wa eneo hili ama uuzwaji wa eneo hili. Jambo jingine, kwa kuwa eneo hili kwa muda mrefu wananchi walijua ni open space isiyo na mmiliki, na kwa sababu sasa tumebaini kwamba eneo hili lina umiliki na kwa sababu hapa najua mambo mengi yalikuwa yanafanyikia mikutano au michezo, ofisi ya mkurugenzi chini ya mea wahakikishe wanakuwa na maeneo halali ambayo wananchi wao wataendelea kuyatumia katika huduma hizo, ikiwa pamoja na michezo na masuala mengineyo ya mikutano na masuala yanayohusiana hayo. Kama wamiliki halali watasimamia hoja yao ya kuuza eneo hili, bado ninashauri kuwa ofisi ya mkurugenzi wa manispaa ya Ubungo wanaweza kuwa na, na wao wanaweza kuwa wanunuzi wa eneo hili ili libaki hivi lilivyo litumike na wananchi wao. Kama ofisi ya mkurugenzi haitakuwa na fedha iachane na eneo hili mara moja na iruhusu mchakato wa kisheria uweze kufuatwa, kwa kuwa hakuna aliye juu ya sheria. Pamoja na kuwabaini waliovamia, pamoja na kubaini mipaka halisi ya eneo hilo, bado kama mkuu wa mkoa nitatamani yafuatayo: moja, barabara katika eneo hili iwepo. Mbili, njia za umeme, njia za majitaka njia za vitu vingine vyote vya msingi iainishwe vizuri ili eneo hili litakapotoka kwenda kwa mtu mwingine basi liweze kwenda likiwa lina mgogoro. Jambo la mwisho, tutakapokuwa tumeweka mambo mengine yote sawa sawa, ikiwa pamoja na kubaini ama kugundua mipaka ya sasa ya eneo hilo yote, kuwabaini wavamizi. Ushauri wangu kama nilivyosema kama itabainika kukawa kuna hekima, busara, utu na utulivu wa wote ambao wako kinyume na sheria na mkuu wa wilaya, baada ya kumshauri mkuu wa mkoa, mara moja nitamshauri kamishna msaidizi wa ardhi kulipima upya eneo hili kwa kuyaondoa maeneo ambayo yamevamiwa, ili eneo hili linapokwenda kwa mnunuzi mwingine liende likiwa lina mgogoro kwa kuwa mkuu wa mkoa na serikali kwa ujumla hatuhitaji migogoro yoyote ile. Naendelea kusisitiza kwa mkuu wa wilaya na viongozi wote wa halmashauri, viongozi wa serikali za mitaa kuhakikisha wanaendelea kusaidia Watanzania kwenye vipande vya uongozi wao, kutafsiri sheria na kusimamia haki kwa wenye haki. Nimesema tuendelee kutatua migogoro yote mikubwa na midogo, wakubwa na wadogo, ili tuendelee kuiunda Ubungo yenye ustawi wa haki, Ubungo yenye ustawi wa amani na Ubungo isiyo na wanyang'anyi.